Mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika mashirika ya kimataifa yaliyoko Vienna, Mikhaeli Ulyanov, alitangaza kuwa Irani, Urusi na China wamefanya mkutano wa ushirikiano wa tatu kuhusu suala la nyuklia la Iran. Leo China, Irani na Urusi walifanya tena mzungumzo mwingine wa mashauriano ya kirasmi kuhusu suala la nyuklia la Iran. Tulijadiliana na kuoanisha msimamo wetu kabla ya kikao cha bodi ya wakurugenzi ya IAEA kitakachofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 Novemba, Uyalnov aliandika kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kuwa Tehran haitoshiriki mazungumzo yoyote na Washington nje ya swala la nyuklia, akisisitiza msimamo wa wazi wa Iran kuhusu masuala ya makombora na kanda. Waziri Aragachi akizungumza pembeni ya kikao cha baraza la mawaziri leo alisisitiza kuwa ingawa Marekani imekuwa ikijaribu mara kwa mara kuingiza masuala ya makombora na kanda katika majadiliano ya zamani, msimamo wa Iran kuhusu masuala haya daima umebaki wazi. Alisisitiza kuwa iwapo mazungumzo yoyote na Marekani yangefanyika, yangekuwa tu ni kwa pekee kuhusu swala la nyuklia. Aragachi pia alizungumzia majadiliano ya kina yanayoendelea kati ya Iran na Oman akieleza kuwa mashauriano ya pande mbili yanafanyika kila baada ya miezi sita katika miji ya Tehran na Muscat. Kwa sasa hivi viongozi kutoka mataifa haya matatu, yaani China, Irani pamoja na Urusi, wanazidi kuweza kufanya mazungumzo wakijadili mchakato mzima wa nyuklia wa Iran ikionekana kwamba taifa la Iran limekuwa likigandamizwa vikali na taifa la Marekani kwa kiasi kikubwa sana, huku Irani ikikataa mazungumzo na taifa la Marekani kwa sababu ya kuonekana kwamba Marekani imekuwa ikiilazimisha taifa la Iran kuacha mpango wake wa kuweza kurutubisha uranium kiasi cha kwamba taifa la Iran kupitia viongozi wake asasa Ayatollah Ali Khamenei limekuwa likisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani na hauna mpango wa kuweza kutishia yeyote katika ulimwengu huu ikitaja kwamba inatumia uranium kwa ajili ya kutaka kuweza kuendeleza sekta ya uchumi katika taifa lake. Sasa basi, mpangilio huu wa mazungumzo haya ambayo yanazidi kuweza kuendelea katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Unaonyesha ni kwa jinsi gani taifa la Iran linazidi kuweza kujiimarisha kimahusiano na mataifa mengine kama China pamoja na Urusi ili kuhakikisha kwamba haiathiriwi na sera za Marekani dhidi ya sakata la nyuklia ambalo linazidi kuigaragaza taifa la Iran kidiplomasia. Mtazamaji, kuna mengi utakwenda kufahamu, lakini nikusihi uweze kusubscribe kulaiki, kucommenti pamoja na kushare wakati wote.